Naitwa Sofia Regera, ni mratibu wa jukwaa la haki za watoto Zanzibar, ZCRF. Um, mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kutumika kuwasaidia wasichana katika kuongeza kipato. Kwanza ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na elimu na mafunzo ya stadi za maisha kwa wasichana, kuhakikisha kwamba wasichana wanasoma mpaka wanamaliza shule ya msingi ya sekondari, lakini kuwa na elimu mbalimbali ya stadi za maisha kama ujuzi mbalimbali wa labda useremala, namna ya kutumia vizuri ni ni fursa mbalimbali ambazo zipo, lakini kuwa na mentorship, kuwa na wanawake ambao wanaweza kuwalea vizuri kwenye malezi ya upatikanaji wa fursa. Lakini kuhakikisha kwamba wasichana wanawezeshwa kiuchumi, kwa mfano kwenye kuwekeza kwenye vikoba, kuhakikisha kwamba wasichana wapate elimu za vikoba, lakini kuwa na na na mikopo mbalimbali ambao wanapitia kuanzisha biashara ndogo ndogo, lakini vile vile kuna swala la teknolojia na matumizi ya tehama, kuhakikisha kwamba wasichana wanajua matumizi sahihi ya simu, namna gani wanaweza kutumia mitandao ya kijamii kujiongezea kipato kujiongezea fursa, ni njia gani wazitumie, namna wanaweza labda biashara zao kutumia fursa za mitandao kwenye kujiongezea kiuchumi, lakini namna gani sasa wanaweza kutumia tehama katika kujiongezea kipato mbalimbali, lakini kuhakikisha jamii pia kuwa na mitazamo na mabadiliko ambayo yanaweza kuhakikisha wasichana wanajiamini na kufanya shughuli mbalimbali za kibiashara.